zi kwa ishara na mtazamaji, runinga ya Citizen imepata picha za kipekee ambazo zinaonyesha namna maafisa wa polisi waliomfikisha marehemu Albert Ojwang' katika hospitali ya Mbagathi hawakuwa na haraka licha ya madai ya polisi kuwa aliondoka kituo cha Central akiwa na majeraha yaliyohitaji huduma za dharura. Kanda hiyo imethibitisha polisi walichukua zaidi ya dakika ishirini kumpeleka katika chumba cha dharura ambako wauguzi walithibitisha tayari alikuwa amefariki kabla ya kufikishwa hospitalini. Gatete Njoroge na taarifa hiyo. Kanda hii ya CCTV katika hospitali ya Mbagathi inapata gari la polisi likiingia ndani ya hospitali polepole, saa saba na dakika 35 usiku wa manane, tarehe 8 mwezi huu. Maafisa watatu wa polisi wakikaa mbele ya gari, wakishuka wawili, wanasimama kando na kuanza kujadiliana na kuondoka kwa mwendo wa aste aste Wakifuatwa na mwenzao nyuma ya gari hilo, marehemu Albert Ojwang' anasalia bila ya kuangaliwa na yeyote. Shughuli iliyopaswa kuwa ya dharura ikionekana kujikokota licha ya maafisa hao kufikisha Ojwang' waliyedai alikuwa na majeraha mabaya. Picha za ndani zinawaonyesha maafisa hao wakienda kuzungumza na wauguzi ndani ya hospitali. Dakika mbili baadaye wanaondoka nje ambako CCTV ina nakili wakizungumza na simu, wanarudi tena ndani na kuondoka nje tena, wakati huu wote mmoja wa maafisa hao akizungumza kwenye simu. Baada ya dakika kumi hivi mwendo wa saa saba na dakika 46 usiku huo maafisa hao watatu wanaonekana wakitoka ndani ya hospitali na machela ya kumbeba Ojwang' kwa dakika zingine kumi Wanajitayarisha kumwondoa Ojwang' ndani ya gari la polisi, wakiitisha usaidizi wa mlinzi wa hospitali. Takriban dakika 24 baada ya kufikishwa, ndipo anaingizwa ndani ya hospitali. Hapa wanampeleka sehemu ya wagonjwa wa dharura ambako kwa dakika kumi walisalia ndani. Saa nane na dakika kumi maafisa hao wanaondoka na mwili wa Ojwang' baada ya hospitali kuthibitisha alifikishwa akiwa tayari amefariki. Mwendo wa saa nane na dakika kumi na tano usiku wa manane, gari la polisi linaondoka hospitali ya Mbagathi ikiwa imebeba mwili wa Ojwang'. Kanda hii ikiwiana na ripoti ya hospitali ya Mbagathi iliyosema Ojwang' akifikishwa alikuwa tayari amefariki, kwani alikuwa na majeraha mabaya na mwili ulikuwa baridi. Kanda pia imedhibitisha kando na polisi kusema alipelekwa hospitalini saa saba na dakika 39. Marehemu Ojwang' aliwasili saa saba na dakika 35 na, na kupelekwa ndani ya hospitali zaidi ya dakika 24 baadaye. Matukio yanayoibua maswali chungu nzima na kudhihirisha wazi huenda Ojwang' alifariki mikononi mwa polisi katika kituo cha Central. Kwingineko, mshukiwa Samson Talam, ambaye ni afisa mkuu kituo cha Central anayezuiliwa na polisi, kupitia mawakili wake, amekana kuhusika na kifo cha Ojwang', akidai kuwa alikuwa amemwachia majukumu mdogo wake wakati mshukiwa alifikishwa kituoni. we shall be producing CCTV footage to show that he was nowhere near the police station called Central Police Station. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen.